Mpendwa, ni kukaribishe katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu. Tumemaliza kujifunza kitabu cha Yoshua mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na, na mwanzoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita Mungu ame, amependekeza Mungu ameona ni vyema tujifunze vitabu hivi viwili, kitabu cha Wakolosai pamoja na kitabu cha Wafilipi. Hivi ni moja ya vitabu ambavyo ni vifupi sana nyaraka fupi zinaitwa nyaraka za gerezani. Ni miongoni mwa kati ya nyaraka nne ambazo Paulo aliziandika akiwa gerezani, lakini ndani yake kuna mafunzo mazito sana. Ndani yake kuna vitu vya thamani ambavyo vinakwenda kutuunganisha na Mungu katika viwango vya juu sana. Nikudokeze kidogo. Nikudokeze kidogo, moja ya vitu ambavyo tutakwenda kujifunza katika kipindi hiki cha wiki kumi na tatu kwa masomo kumi na tatu kutoka katika kitabu cha Waefeso, kitabu cha Wafilipi na kitabu cha Wakolosai tunakwenda kumwangalia Yesu na msalaba wake katika viwango vya juu sana, kiasi kwamba tutagundua mbingu na dunia kipindi hiki cha Yesu vimekuwa na umbali mfupi sana, kati ya mtu aliyeamua kumpenda Mungu na mbingu. Na hivyo ni kukaribishe sana. Moja kwa moja tunaanza wiki hii kwa somo la kwanza linalosema twaudhiwa bali hatuachwi. Twaudhiwa bali hatuachwi, persecuted but not forsaken. Tunateswa, tunaudhiwa, tunafanyiwa mambo yasiyofaa, lakini katika hali zote bado Mungu hajatuacha katika. Kabla tujaanza masomo matano ya wiki hii, Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa neno lako la uzima, na asante kwa baraka ya kitabu cha Wafilipi na Wakolosai, mambo haya mazuri ambayo tunakwenda kujifunza. Tunakusihi, mfalme wa wafalme, yakatusaidie na kubadilisha maisha yetu, tangu sasa hata milele, kwa jina la Yesu, amen. Twaudhiwa wala hatuachwi na fungu linalotuongoza tafakari ya wiki hii ni kitabu cha Wafilipi nne mstari wa nne. Wafilipi nne nne nasema, nasema furahini siku zote, tena nasema furahini. Moja ya kitu cha msingi ambacho utakwenda kujifunza, unawezaje kuwa na furaha katika mazingira ambayo hayatoi nafasi ya kufurahi, katikati ya kudhulumiwa, katikati ya kuhudhiwa, katikati ya kuonewa, katikati ya kutuhumiwa tuhuma za uongo, katikati ya kukandamizwa na kuwa oppressed katika kiwango cha juu, unawezaje kufurahi? Najua ni rahisi kufurahi wakati mambo yako vizuri, lakini wakati mambo yanapogeuka ni vigumu kufurahi. Lakini katika wiki hii moja ya dokezo ambayo tunakwenda kujifunza ni kwamba tunaruhusa, tunacho kibali cha kufurahi katikati ya mazingira yasiyo na toa nafasi ya kufurahi, si kwa uwezo wetu bali kwa uwezo kutoka juu. Yako mambo matano kama ambavyo nimekusha kukudokeza. Tuanze moja baada ya lingine. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza ni jambo naitwa Paulo mfungwa wa Kristo, Paulo mfungwa wa Kristo. Kitabu cha Wafilipi na Wakolosai ni moja ya nyaraka zinazoitwa nyaraka za magerezani. Nyaraka za gerezani ni nyaraka ambazo Paulo aliziandika akiwa gerezani na zinakadiriwa ziliandikwa katika uh, miaka ya sitini mpaka sitini na mbili baada ya Kristo. Sasa so, tunaposikia Paulo kuwa gerezani, lazima unielewe vizuri, kuna awamu mbili za Paulo kuwa gerezani kule Rumi. Awamu ya kwanza ndio hii ambayo alipata nafasi ya kuandika hizi nyaraka. Katika awamu hii ya kwanza, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa kumi na sita anasema walipofika kule, kule, kule gerezani alikuwa na wenzake. Paulo alitengwa peke yake na akawekwa askari mmoja kumwangalia, alafu hawa wengine wakakaa kwenye vyumba vya jumla. Kwa alikuwa ni kama si gereza la mateso sana, ilikuwa ni gereza ambalo ilikuwa ni kama safe house ambayo ni nyumba tu salama. Ukumbi upo mkubwa, watu wanakuja kumtembelea, wanakuja kumwona anaandika nyaraka kama alivyokuwa mfungwa wa kisiasa katika kipindi hiki cha cha dunia ulimwengu wa siasa vyama vingi, unaona mfungwa amekamatwa yuko gerezani, lakini anapewa nafasi tu ya uhuru kufanya mazoezi na nini, safi. Lakini kipindi cha pili ambacho hatutakizungumza katika somo la wiki hii ni kipindi cha kati ya mwaka 64 mpaka 68 baada ya Kristo, ambapo kulitokea moto mkubwa kule Rumi, na tuhuma zikazushwa kwamba Wakristo ndio sababu na Paulo kwa sababu alikuwa ndio champion ya Ukristo, aliingizwa kwenye gereza la kina la mateso na kufungwa katika viwango vya juu, na mwisho wa siku, siku ilipofika wakamchukua wakaenda kumkata kichwa akiwa na furaha tele na, na, na, na, na, na akiandika nyaraka yake akiwa katika hii hali ya pili, sio hii ya kwanza. Waraka wa pili, wa pili wa Timotheo, ndio pale unasikia anasema vita nimevipiga, mwendo nimeumaliza, na sasa nakwenda kuipokea medali ya thawabu, na si mimi tu, na wengine wote, hata wewe watakaoendelea kumtumaini Mungu. Sasa tuende kwenye hii ya kwanza, hii Waefeso tatu mstari wa kwanza na Filemoni moja mstari wa kwanza. Paulo anajiita mfungo wa Kristo kwa ajili ya mataifa. Popote unapokuwa, ni vizuri kujua kwa nini umewekwa hapo. Kwani umewekwa mkoa huo? Kwani uko kwenye hiyo nchi? Kwani uko kwenye hiyo mazingira? Popote mtu anayemcha Mungu anapowekwa na Mungu anawekwa kwa makusudi. Alijua Paulo yuko gerezani, si kwa sababu ya amri ya mfalme, au si kwa sababu ya Wayahudi waliomshtaki na amekata rufaa kwa Kaisari, ni kwa sababu Mungu ana kusudi na yeye kuwa hapo gerezani. Mungu hawezi kukuweka mahali bila kuwa na lengo. Jua umekaa hapo, una lengo gani? Unasali hilo kanisa, kuna jukumu gani ambalo mungu amekupa la kufanya? Unaishi huo mkoa, kuna kitu gani? Unafanya kazi kwenye hiyo ofisi, kwa nini Mungu ameruhusu ufanye ofisi hiyo mkoani na sio makao makuu ya nchi? Kwa nini Mungu ameruhusu uwe Marekani wakati huu na usiwe Tanzania? Kila mahali ambapo mtoto wa Mungu atawekwa kuna kusudi, kuna kusudi. Lazima uulize Mungu, kusudi langu la mimi kuwa hapa ni nini? Paulo alijua, anajiita mfungwa wa Kristo kwa ajili ya mataifa. Na kitu kingine cha kujifunza, Mungu anapoamua kukutumia una opsheni mbili, kuchagua kutumiwa na Mungu kama ambavyo yeye Mungu anataka na njia atakazotumia, au kuchagua kumtumikia Mungu kwa njia zako na utaratibu wako. Hii ya pili sio nzuri sana, utaishia pabaya, maana maandiko yanasema, iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mbovu. Pamoja na Paulo kuwa shujaa wa Kristo, lakini alikuwa ni mnyenyekevu sana, kiasi kwamba alikuwa tayari kutumiwa na Mungu popote kwa vyovyote Mungu atakavyoona Angalia, anaingizwa kwenye meli kusafirishwa kama mfungwa kupelekwa kwa Kaisari alikokuwa amekata rufaa kuhusu kesi yake. Lakini kumbe lengo la Mungu ni amtumie Paulo kwa njia hii ya kupitia gereza, ili akafikishe ujumbe wa kimungu hadi kwa Kaisari, ambaye alikuwa ni kama mfalme wa dunia kwa wakati huo. Kumbuka Paulo Alikuwa na mission ya kwenda huko huko kwa Kaisari Italia mpaka Spain ambako kwa mujibu wa Biblia alikuwa anafahamika kama ndo mwisho wa nchi. Lakini hakwenda kwa njia zake alizokuwa amepanga yeye. Alienda kwa njia ambayo Mungu alichagua apite. Na katika alipoamua kuwa mnyenyekevu kwa njia ambayo Mungu amechagua apite, kila alikopita alikuwa wakala wa Mungu wa kuokoa wanadamu wenzake, walikuwa wamenaswa kwenye hali mbalimbali. Angalia kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa ishirini na mbili. Anasema watakatifu wote wa wasalimu. Hapa anaandika barua, nimesema akiwa gerezani, wa watakatifu wote wa wasalimu hasa wao walio nyumbani mwa Kaisari. Unaona njia ambayo Mungu ameamua kumtumia Paulo imesababisha hadi nyumbani kwa Kaisari kwenye nyumba yake kabisa, huyo Kaisari mkuu wa nchi gaidi krofi. Kuna watu ambao walimjua, walimpokea Yesu wakaokolewa, kupitia utumishi wa Paulo ambao amepita gerezani. Yawezekana hata Kaisari na yeye, haijaandikwa humu, yawezekana hata yeye Kaisari aliokolewa. Kwa hiyo usije ukahujumu mpango wa Mungu kukutumia kwa wewe kuweka njia zako za kibinadamu za kutaka kufanya mambo ya Mungu, wakati kumbe Mungu anapoamua kukutumia anandana njia zake. Jifunze kwa Paulo, kuwa royo au na kuwa submissive, kunyenyekea kwa njia ambazo Mungu ameamua kukutumia. Jambo la pili la kujifunza Paulo katika minyororo, Paulo katika minyororo: ushindi mkubwa kwenye maisha umefichwa katika maumivu. Mateso mengi na hali ngumu za maisha ni matokeo ya kukwepa maumivu mafupi ya kuvumilia ili upate raha ya milele. Kimsingi, kuna maisha aina mbili. Kuna watu ambao wameamua raha ya muda mfupi ili wapitie maisha ya maumivu ya milele katika ziwa la moto, na kuna watu wameamua kupitia kujitesa kidogo kwa ajili ya Kristo, lakini ili wapate faida kubwa ya milele. Sasa katika Biblia, miongoni mwa watu ambao wameishi kwenye minyororo ya magereza kwa njia kwa mara nyingi ni huyu mtu aitwa Paulo. Paulo sioni aliye mzidi Paulo kwenye kukaa kwenye magereza gereza haya. Kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa kumi Anasema, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliye mzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo hasa. Angalia, niliye mzaa katika vifungo vyangu, katika vifungo vyangu, maana katika minyororo. Alikuwa amefungwa minyororo na amepewa askari mmoja wa kumlinda alipokuwa kule gerezani. Sasa nao askari wakuwa ni askari wa Kaisari, task force, special force ni maje? Kuna jeshi ambayo ni special, na kitabu kinaitwa Apostolic Fathers peji namba 231 anasema, anasema, anasema watu waliopangwa kumlinda Paulo hasa katika second imprisonment ile kufungwa kwa Paulo mara ya pili, anasema walikuwa ni alikuwa ni wanajeshi ambao walifahamika kama wild beast, ni wanyama wa porini, yani hawana chembe hata moja ya utu, majitu yanaotesa yale ambao hayaonekanagi mchana waliwekwa kumlinda Paulo na kumtesa. Kitu bora ambacho huyu mwanajeshi angeweza kutoa ilikuwa ni kichapo na kipigo kikali, hicho ni ni kitu bora chake cha kukupa Asa. kibaya chake ni balaa zaidi ya hapo. Huku ndiko ambako Paulo aliwekwa katika awamu ya pili katika minyororo yake, japo alipitia minyororo wa Filipi, alienda kule deble na sehemu mbalimbali, alikuwa anaishia kufungwa ili ujumbe ufike kwa njia ambayo Mungu alikuwa ameichagua. Lakini katika hali hizi ndio anaandika, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Wewe hujawekwa hata kwenye gereza, hata tulumande, ujawe kuingia kwa ajili ya Kristo, ukiwa na amani. Mtu anakutukana tukatusi kamoja, mtu anakusema tu vibaya, unakuwa una mtu mwovu, unakuwa mtu mbaya, unakoswa amani, chuki na jaa siku nzima, uongei na watu, umenuna hujapigwa hata ngumi. Biblia inasema hujafanya vita hata kumwaga damu, lakini kakwazo kadogo tu kanakusababisha usemeshi watu na kuwa mtu wa ajabu. Tunajifunza nini? Paulo akiwa katika hali hii isiyofaa kabisa, bado anasema furahini siku zote, tena anasema furahini. Nami nikutie moyo mpendwa Usiruhusu hali unayopitia ya kuondolea furaha yako katika Kristo. Iko furaha kutoka juu, inaitwa international joy, ambayo ukiwa nayo hiyo, hata kama mazingira ni mabovu kabisa, hayafai, bado Mungu yuweza kukufanya ukawa na furaha na raha katika hali hiyo, ukiwa katika hali kama hii ambayo ina ya minyororo Kaa gereza kwako, ikawa ni kutengwa, ikawa ni kusalitiwa, ikawa ni kuonewa. Paulo kwake ilikuwa ni minyororo ya gereza. Kuna mambo mawili ambayo Mungu anatupa ushauri mambo ya kufanya. Jambo la kwanza, usiangalie giza linalokuzunguka, angalia nuru na uwezo wa Mungu. Najua tunaweza tukapita kwenye maisha yamejaa giza hivi, usiangalie giza, angalia uwezo wa Mungu na nguvu zake. Jambo la pili amini ya kwamba Mungu hajakuacha isije, yes, ikafika kwenye hatua na harakati za maisha, ikafika kipindi ukaanza kusahau ukweli huu. Hakuna mahali utakapofikia Mungu uliyeingia naye agano kwa njia ya damu ya Yesu Kristo akakuacha. Kimsingi Mungu huwa haachi watu, ila wanadamu ndio wanamwacha Mungu. Tusome kidogo kitabu cha Wakorintho wa pili sita mstari wa tatu mpaka wa saba anasema hivi: tusiwe kwazo kwa namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe, eh eh, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi katika dhiki katika msiba katika shida katika mapigo katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha na katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio na unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu za Mungu, katika silaha za haki za mkono wa kuume na mkono wa kushoto katika hali zote, misiba, uchungu, huzuni, elimu, chochote kile, anasema tuweze kuwa katika, tuweze kuwa katika, tuweze kuishi katika neno la kweli, tushikilie neno katika nguvu za Mungu na silaha za haki za mkono wa kushoto na mkono wa kuume wa Mungu. Ni kuongezee kitu kimoja ambacho hakikuwepo kwenye mpango wetu, nimekisoma juzi wakati tunasoma morning devotional, kesha la asubuhi kuhusu hali ya gereza ambayo unaweza ukajikuta umepitia. Kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 505 na, na ukurasa wa 515 na 516, na nukuu hapa, naomba nikuongezee. Inasema, ingawa adui waweza kuwatupa gerezani, bado kuta za gereza haziwezi kukata mawasiliano kati ya roho zao na Kristo, bali yeye aonaye kila udhaifu wao, yeye ajuae kila jaribu lao, yuko juu ya mamlaka zote za kidunia na, mamla, na malaika watawatembelea katika vyumba vyao vya upweke kuwaletea nuru na amani kutoka mbinguni. Gereza litakuwa kama ikulu kwa kuwa wenye imani kubwa wanaishi pale na kuta zenye huzuni zitaangaziwa kwa nuru ya mbinguni, kama wakati ule wa Paulo na Sila walipoimba nyimbo za sifa katikati ya usiku wa manane kwenye katika gereza la Filipi, Filipi. Filipi. ko hii inatusaidia, minyororo sio kikwazo cha kuto kumtumikia Mungu, minyororo sio kikwazo katika vifungo vya kuacha kumtumikia Mungu. Ni mnyororo gani unapitia kwenye maisha yako sasa? Je, ni ukosefu wa mtoto? Je, ni ukosefu wa ajira? Je, ni ukosefu wa wateja? Je, ni magonjwa? Je, yamekufanya kuwa na huzuni? Maandiko anasema furahini siku zote, tena anasema furahini. Kama ni gereza, Biblia imesema maandiko matakatifu, mafunuo anasema roho wa nabii anasema Mungu yuwaweza kugeuza gereza ulomo likawa kama ikulu, na hakuna kuta ambayo inaweza kazuia mawasiliano yako na Mungu mwenye nguvu. Jambo la tatu, jambo la tatu, tunaangalia Paulo akiwa Filipi. O, Filipi ni wapi? Filipi ni, ni, ni mji ambao ulikuwa mji mkubwa katika jimbo linaloitwa Makedonia na kwa nini naitwa Filipi? Filipi ni jina la aliyekuwa baba yake na mtu maarufu aliyeitwa Alexander the Great. huku Filipi, huku ni maeneo ya Ulaya Mashariki. Sasa kwa nini Filipi? Paulo alikuwa anasafiri kuelekea Asia, Roho wa Mungu akamzuia, akasema hakuna kwenda Asia, Paulo geuka elekea nitakao kuelekeza. Kama tumejifunza tulivyojifunza, yeye ni mtu wa kujishusha na kufata maelekezo ya Mungu, na hii ndio kitu cha kuchukua kwenye somo la, hii, la wiki hii. Akiwa anafikiria kugeuza kwenda huku upande ambao roho amemwelekeza usiku, usiku. Matendo ya Mitume 16:9 Paulo akatokewa na maono usiku, alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje huko Makedonia utusaidie. Wakati anapanga kwenda huku akaona usiku kuna mtu analia, yuko Makedonia, Filipi iko Makedonia, vuka uje utusaidie. Je, wewe ambaye unasema unamtumikia Mungu, wewe unasikia sauti za makahaba ambao wanahitaji wanahitaji kujiua kutokana na ile, unasema nini, ile inasema hatia ya maisha yayo maovu ambao wameyafanya ili ukawapelekea neno waokoe. Je, huwa unasikia sauti za mikutano ya injili wakikuita watu wa eneo fulani, ya kijiji fulani, vuka uje huku tusaidie? Ukijenga ukaribu na roho wa Mungu atakuelekeza mahali sahihi pa kwenda, lakini si kila utakapoelekezwa ni mahali salama. Hapa Filipi hapa kwanza ilikuwa ni jiji ambalo mtu aliyezaliwa Filipi automatically alihesabika kuwa raia wa Italia na alikuwa na sifa sawasawa sawa na raia yote wa Italia. Alikuwa hataki kulipa kodi, lakini jiji ambalo lilikuwa ni zuri lenye kila vutio. Sasa hili, hili jiji la Kiitaliano huwezi kwenda kupeleka dini yako kizembe, watakupiga na watakufukuza. Lakini humo kuna watu wanalia, wanasema vuka huko tusaidie. Jiji hili pia nilikuwa ni jiji la kimkakati, linaitwa Lus Italicum, maanake kuna main road inaounganisha kutoka Filipi mpaka Roma. Kwa ni mahali ambapo ukipandikiza Injili mahali hapo itafika sehemu kubwa kwa mda mfupi. Kimkakati, ilikuwa ni jiji la kimkakati. Kwa utaona ukiunganisha ministri yako huduma zako na Roho wa Mungu utakuwa ni mtu wa mikakati. Hauendi kila sehemu, utaenda sehemu ambapo ukipiga jiwe moja linaua ndege wengi. Ukiubiri ubili moja linafikia watu wengi. Watu wa Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu ni strategic people, ni watu wa kimkakati. Licha ya riski au vihatarishi ambao vilikuwa vimefichwa katika jiji la Filipi, bado Roho wa Mungu alimwekeza aende palepale, kwa sababu kupitia pale Kazi ya Mungu itaenda. Nini kilitokea? Ni pale pale Filipi, licha ya siku ile ya Sabato walisali chini ya mti, akuwa na kanisa, waliweza kumwongoa mama mmoja ambaye alikuwa aitwa Lidia, tajiri muuzaji wa nguo za zambarau ambaye alikuwa ni mavazi ya thamani ya wafalme, na wakampata sponsor wa kazi zao za Injili, lakini hapo hapo Filipi walikamatwa sokoni, wakapigwa, wakavuliwa nguo, wakadhalilishwa, akiwa Paulo na Sila, wakatupwa gerezani. Hawakulia, wakafurahi na kuimba nyimbo za sifa gerezani. Nini kilitokea? Walimwongoa wa mkuu wa gereza, prominent person, mtu ambaye ni maarufu mkubwa katika eneo la Filipi. Nini kilitokea? Tunini cha kujifunza? Unapoamua kutumiwa na Roho Mtakatifu, hata aina ya watu nao wabatiza, watakuwa ni watu wa kimkakati ambao watakwenda na kuongoza, na kuongeza nguvu ya kazi ya Mungu. Ni kweli tutabatiza watu ambao ni tegemezi, wafanyakazi wa ndani, watoto wa watu, watoto wa waumini wenzetu, lakini hawapasi kuwa hao tu. Katika jiji kubwa kama Dar es Salaam, Kinshasa, New York, lazima tubatize na wafanyabiashara wakubwa wenye uwezo wa kutoa zaka hadi bilioni kumi mia ili kazi ya Mungu ende kwa kasi, lazima tubatize na wanasiasa. Alienda kwenye jiji. Cyprus Paulo, aitwa Kipro, Cyprus, kisiwa cha Cyprus, akambatiza Sergio Paulus ambaye alikuwa ni gavana wa jimbo la Cyprus. Lazima injili yetu iguse watu wa kada zote, ili sitalaulika ikaonekana unaongea tu mambo ya watu loko, watu leiman wasio na issue kwa hii ni changamoto kwetu sisi watu wa Mungu wa siku za mwisho. Jambo la nne hapa tulikuwa tunaangalia Filipi, jambo la nne ni Wakolosai maana tunasema kitabu cha Wafilipi na kitabu cha Wakolosai. Kolosai kuna nini cha kujifunza hapa? Kolosai ni mji ambao Paulo hakuwahi kufika, lakini nako injili ilifika na kanisa likaanzishwa. Wawezaje kufanya kazi ya Mungu kiasi kwamba hata kule ambako wewe hujafika makanisa akafunguliwe? Lazima utumie approach ya Paulo kufanya tu strategic evangelism, uinjilisti wa kimkakati. Na ili ufanye strategic evangelism sio strateji za kusomea darasani ni divine strategi mikakati ya kiungu, naoongozwa na roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimwongoza Paulo aende Asia, lakini mwanzoni alimzuia Asia. Baada ya kumaliza kazi yake mahali fulani huku akaenda Asia huku Filipi. Pale Asia akaenda jiji naitwa Efeso, miaka mitatu akafanya kazi kwa nguvu kubwa sana kazi kubwa aliyofanya hapa Efeso huyu mtu wa Mungu Paulo alifanikiwa kupindua miungu, biashara ya ilizi na miungu ikafa katika jiji la kimiungu, mamiungu wale Atemi na Diana yakakoswa washabiki, mpaka wakamtuhumu wakina Aleksanda wale Wayahudi waliokuwa wanafanya biashara ya kuchonga sanamu kwamba mtu huyu anakwenda kugeuza dunia nzima. Ni hapo Efeso kulikuwepo na raia wa mji unaoitwa Kolosai ambao walimsikia Paulo, wakaelewa wakawa wafuasi wa Paulo, wakatoka Efeso wakaenda kwa nchi ya makanisa kule na kufungua kazi ya Mungu kule. Mmoja wao ambaye tunapoongea saa hii yuko naye kule gerezani kwenye msafara wake, aliitwa Epafradito Epafra, ni miongoni mwa wamishonari waliopeleka kazi ya Mungu kule wapi? Efeso, amini kule Kolosai Paulo wakwenda, lakini kazi kubwa aliyoifanya ilileta mazao hadi kule Kolosai. Ngoja nikwambie, popote Mungu atakapokupa fursa ya kufanya kazi ifanye kwa nguvu sana, maana watu wanaofanya kazi ya nguvu, nasema, nasema success of um, um, nasema secret of success, siri ya mafanikio, is a union of divine power and the, and the human effort juhudi za kibinadamu na nguvu za kiungu. Ukitumia nguvu zako zote, matokeo ya kazi yako si hilo eneo tu tulofanya kazi yataenda mbali na mbali na mbali. Paulo alifanya kazi kubwa Efeso kuliko mahali pote alipofanya kazi, kiasi kwamba matokeo yake makanisa akajengwa Filadelfia, akajengwa kule sehemu panaitwa Leosadia kule maeneo ya Kolosai na Kolosai ilikuwa ni mbali kabisa huko maeneo ya Uturuki huko Uh, kumi na tisa kumi, mpaka kumi na moja Matendo ya Mitume. Mambo hayo yakaendelea kwa muda wa miaka miwili, hata wote waliokaa Asia wakasikia neno la Bwana, Wayahudi na Wayunani. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita ya kawaida. Matokeo yake yakaenda mpaka huko kwingine kuingine ambako ripple effect Uh, na ushuhuda ni kitabu cha Wakolosai nne kumi na sita. Waraka huu kisha kusoma kwenu, fanyeni kwamba usomwe katika kanisa la Waleokadia pia, na ule Waleokadia usomwe na ninyi pia. Maana yake ni nini? Akagundua tena strategy, mkakati mwingine wa pili, kutumia nyaraka. Na hizo nyaraka hakutaka ziende tu Kolosai, anasema zikitoka Kolosai, mkisha isoma nyewe wa Kolosai mkaielewa hiyo content yangu, muipeleke na kule panaitwa wale wa Laodikia, ende Laodikia. Mkimaliza hiyo msomo, tena nanyi mpeleke tena na sehemu nyingine.